Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta amewajibu baadhi ya viongozi wa ODM wanaodai kuwa ana njama ya kununua chama hicho na kukivuruga kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika mazishi ya mbunge wa zamani wa Lugari, Cyrus Jirongo, kaunti ya Kakamega hii leo, Kenyatta amesema amevumilia matusi ya kutosha kutoka kwa baadhi ya viongozi akisema hatakubali kuharibiwa jina tena. Mwanahabari wetu wa maswala ya siasa Emmanuel Tor anatufungulia jamvi la Nipashe jioni ya leo. Mazishi ya mbunge wa zamani wa Lugari Cyrus Jirongo kule Lumakanda, Kakamega, ilitoa fursa ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuvunja kimya chake kuhusu misururu ya mashambulizi ambayo amepokea kuhusu madai ya njama ya kuvuruga chama cha ODM. Kenyatta <coughs> akianza kwa kuwa kuwafokea baadhi ya viongozi wa ODM anaosema wanaeneza uvumi tu. Hata tukiambiwa sijui tunaenda kwa zingine Ati nakwambia jameni, wa Kenya tume naona, mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule, anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme, wa unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi, uunda na usimamishe chama chako, kuwa na sera zako kama mwanaume, kama Cyrus sio kuzunga huko huko huko huko ukitoa mambo ya upuzi ambayo haipeleki nchi pahali. Uhuru akisema wanaompaka tope wamemfika kooni. Lakini kusema mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. E, hatuogopi, hatuogopi, hatuogopi la. Yeah. Tuheshimiane, tuheshimiane. Kenyatta akitetea uhuru wa Wakenya wa kujiunga na mirengo tofauti ya kisiasa. Tukisema tuko kwa mvumo wa vyama vingi, na kwa kikatiba tunazingatia huo mvumo wa vyama vingi, tuiheshimu pia kwa yale ambayo tunatenda na kufanya, sio kuvunja vyama vya wengine. Mweshimiwa Edwin Sifuna. Haya najiri huku mpasuko wa chama cha ODM ukiendelea. Kikosi kinachopinga ndoa ya ODM na UDA kikirusha makombora. Kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa sababu chama kinabeba wenye akili na washenzi, nataka kwa niaba ya wale washenzi niseme pole kwa matusi ambayo unaelekezewa. Alafu mtu anaenda nyevu nyevu. Wacha nikuambie Junet Mohamed. Wewe mahali unatoka iko kura kidogo. Sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. Hatuwezi kubali political parties to be so uh, swallowed. Lazima tuwe imara, Kenya iwe nchi moja. Emmanuel Toru, Ninga ya Citizen.